Sasa niseme tu na niwaombe Watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu, tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu, kabla ya uchaguzi, sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa huyo asipate kura hata ikibidi ya mamake mzazi, yaani huyo asipate kura, kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu. Sasa sisi viongozi wa dini ni kama wazazi. Vyama vyote vya siasa mbele ya kiongozi wa dini viko sawa kiongozi wa dini kiongozi yani anatakiwa ione CHADEMA, CCM, trop, sijui nra, chama gani vyote avione viko sawa mbele yake, vyote viko sawa, kwa sababu msikitini na kanisani kuna viongozi wa vyama vyote hivyo, kuna wafuasi wa, wa vyama vyote hivyo, hatuna sababu viongozi wa kanisa ama wa msikiti tukawa upande mmoja na tunafanya vitu kwa lengo la kuwaridhisha watu fulani, itatufanya watu wenye akili tujiulize maswali mara mbili, kwamba je, imefikia mahali sasa viongozi wa dini wanaamua kuvaa majoho ya siasa kwa maslahi ya wanasiasa au maslahi ya wanadini? Yatatufanya tujenge maswali mengi sana sa. Ili msitujengee maswali, viongozi wa dini, hebu kaeni katikati yanayohusiana na siasa ya acheni, pale mnapoweza kufanya siasa itakayotengeneza umoja ni bora zaidi kuliko kutengeneza siasa ambayo inaweza kuleta madhara makubwa.